Wale wote walioumia, wale wote walioumia ni warofeshani hapa, ili waende kwanza wakapate matibabu, kwa sababu wameumizwa

ambaye ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ishaagiza kwamba wote waondoke, wananchi waendelee na kazi zao kama kawaida.

Mheshimiwa diwani na viongozi wote wa kata, Mheshimiwa mkuu wa wilaya na viongozi wote wa serikali, itikadi imezingatiwa. Nimesimama kwa niaba ya wananchi wa Ukonga, niko na machungu makubwa sana mimi kama mzazi yeah. Kitaaluma mimi ni mwanajeshi mstaafu yeah. Tukio hili limetokea juzi, kwa kweli ni kweli wenzetu wa wamepoteza ndugu yao askari kwa mazingira ambayo yametatanisha kila mtu kahuzunika, sio wao peke yao, lakini hatua izoichukuu hazikubaliki yeah. Mama watoto wanafungiwa shuleni baa, na naiomba serikali, wanatukola na mali zetu, wamekola mali. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, watanzania ni wavumilivu sana, ndio wamevumilia jana, lakini kuna mpango umesuka, mheshimiwa mkuu wa wilaya, na kwambia ukali ukijua, wanasema kwamba wanalipa kisasi na ndugu yao

William Igogo. zetu. Sasa tutakwenda haraka haraka. Tumeshasema diwani yuko hapa na viongozi wenu. Wale wote walioumizwa, waliomizwa, orodhesheni majina yenu. Sawa? Wale wote ambao wanaona mali zao. Sawa? Waliokamatwa waachiwe.

akuu jamaa na marafiki wanaofanya biashara wote wa Ukonga Mazizini, naomba kae kimya ili msikilize kinachoendelea msipige makelele. Jana saa mbili ya usiku, mimi ni mjane